Pia kupata ujauzito ni muhimu sana kuzingatia hizi siku, lakini pamoja na hayo, labda tumuze kidogo swala la hedhi linakuwaje? mm -hmm. E, mwanamke anapataje hedhi? Basi katika mzunguko ule mzima wa mwanamke ni kwamba ni lazima ili mwanamke aone hedhi awe amepevusha yai e, kwa sababu mwanamke ambaye haoni hedhi kwa maana nyingine ya kitaalamu ni kwamba hajaweza kupevusha yai. Cha kwanza kinachotokea ni kwamba ni lazima homoni zitoke kichwani ziende kwenye mayai mm -hmm. na zitoe amri kwamba mm -hmm. sasa hivi mayai yapevuke. Eh, mayai yakishapevuka, eh, kinachotokea pale yai lile huwa linasafirishwa kuja kwenye kwenye mrija eh, mm -hmm. kwa ajili ya kusubiri eh, swala zima la mbegu ili irutubishwe. Ieleweke kwamba kila mwezi mm -hmm. eh, mwili unatengeneza mazingira ya ya ya, ya ujauzito kila mwezi yeah. Kwa maana e, kwa kwa kwa ya kwamba la hili likifika pale litasubiria mbegu kwa umu, siku mbili au tatu, likikosa mbegu lile yai wakati huo yai linapokuwa ule ukuta wa mimba eh, au mji wa mimba huwa unaandaliwa, huwa una unaongezwa ukubwa eh, huwa kuna kuta mbili, kuna bazo ya kitaalamu na functional layer. Bazo ni ukuta ambao upo muda wote, lakini functional ni yule ambao unakuzwa ili upokee mimba. Sasa inapotokea mwanamke hajapata ujauzito, ina maana ule ukuta uliokuzwa mm. yani kuleta functional layer huwa unashuka, kwa sababu ile yai na nyoni linakufa mm. Sababu kinachosaidia e, eh uzalishwaji wa, wa homoni za kushika ule ukuta ni ile yai, kwa sababu li yai likifika mali lisiporutubishwa, linakosa nguvu, lina linakufa. Likifa na zile homoni zilikuwa zimejengwa kwa ajili ya kusaidia kujenga ule ukuta na ku maintain na kufanya uendelee kuwepo na nyoni zinashuka zikishuka, sasa sasa uh, ndugu atakaje, hapo ndipo inapotokea hedhi kwamba hmm, ile damu sasa ya ule ukuta wa pili ambao ulijengwa kwa ajili ya kupokea ujauzito ambao ni functional layer unavunjwa, unavunjwa vunjwa na baadhi ya kemikali ambazo tunaziita prostaglandins. Kwa hiyo ina maana mwanamke sasa ataanza kuona hedhi hmm.